Leo wengi wanaamini uovu ni sehemu ya asili ya binadamu. Lakini je, ni kweli, au tunateseka kwa sababu ya maarifa ya giza tuliyoridhi kutoka kwa malaika walioasi? Kitabu cha Enoki kinaeleza kuwa baadhi ya teknolojia za kale kama uchawi wa damu, udhibiti wa akili, hata ujenzi wa majengo ya ajabu kama Piramidi, zilitokana na mafundisho ya malaika hawa. Ndiyo maana majina yao bado yanatamkwa kwa hofu: Azazel, Samyaza, Kokabel. Wao walipanda mbegu ya uasi dhidi ya mbingu, na kizazi cha sasa kinaendelea kuvuna matunda yake. Maisha ya kisasa yamejaa teknolojia isiyoelezeka, mitandao ya giza na maovu ya ajabu. Je, tunaishi katika ulimwengu ulioathiriwa na maarifa ya malaika waliotupwa? Wengine wanaamini bado wapo wanafanya kazi kupitia viongozi, taasisi na dini. Je, unaona dalili? Fuata ukurasa huu kwa sehemu ya nne. Tutazungumzia jinsi malaika hawa wanaweza kuwa bado wanavuta nyuzi za dunia.